Imeaeabiashara inakupelekaje? Siku imekuwa fiti leo? Sa nikuulize seme, kama boda yako ingekuwa na jina ungeitaje? Hawezi ipea jina personal ile ibadilisha shangu leo sasa. Client mrembo akakuambia, akakuja, akakwambia leo sina pesa, niko pabaya, takubali kumbeba? Utamwacha <inaudible> na kuharibia biashara yeah? Ninategemea kama ni customer, lakini Tajipange tu. Siku yako ikiwa mbaya kabisa, ile siku yako nikuwa mbaya kabisa, unaweza ingiza kama pesa ngapi kwa siku? Siku mbaya kabisa, si mbaya kwa siku. Na unafikiria venye watu vijana huku nje Unadhani kuna makosa gani kubwa wanafanya ne wakirekebisha tu maisha yao inaweza ndio hata kuendelea vizuri hapo. Unajua sasa hivi jana wengi wameingia bangi, pombe na wanapata kitu kidogo <coughs> ndio kuvuta bangi na hiyo pombe, anazeeka anazeeka, na bado mtu bado, lakini ukimwangalia mpaka bado ni changa lakini

Kama anaweza tengeneza maisha huku afadhali akae huku, afadhali akae huku sababu hatanagnykuk wana haa fadalisababu ku hata nikitengeneza, hata kama ni 800 naweza tumia huku, naomesha watoto. Na sasa kama ungekuwa rais ama, ama tuseme gavana kwa siku mmoja tu nini, ni sheria gani ama nini, ungefanya? Tu, ninatamani tu hiyo mmoja tu tu ingefanywa tu kama ungekuwa gavana siku mmoja tu. Sasa unajua kama saizi maisha mabaya sababu kwa imepanda uchumi mbaya